Habari yako mtazamaji wa Zantime. Karibu katika chaneli yetu na leo katika kipindi chetu tutakwenda kuzungumzia swala so zima la Forex ambapo tupo na mtaalamu wetu hapa. Kwanza kabisa atakwenda kujitambulisha. Mimi jina langu ni Amina Lumwacha na twende moja kwa moja akajitambulishe mgeni wetu hapa. Umezungumzia kuhusiana na demo, naomba utoe ufafanuzi kidogo, inawezekana watu wakawa hawana ufahamu juu ya hilo. Uh, kwa kawaida mm-hmm. Unapotaka kufanya biashara ya forex ndio utahitajika kwanza kufungua account kwa broker, ambaye yeye ndo atakuwa account zako ziko pale na zinaanza kukupeleka sokoni mm. kwa hiyo hizi account tunazigawa katika makundi makubwa mawili, ndio real account na demo account mm. then huko kwenye real kila broker atakuwa na aina zake za account. Ndio. mfano sijui kuna derivative x sijui kuna, kuna na nini hizo standard account kuna nini. Kwa hiyo sasa, kama mimi unavyoona bankers unapo sijui kuna sijui account ya joint family sijui kuna account gani kuna account gani na sawa, kwa hiyo na huku ni vile. Lakini makundi makubwa tunagawa ni mawili. Mawili. Real account ni account ambayo ipo live. Unaweza kuweka fedha ukienda sokoni, ukipata faida unatoa hiyo pesa unatumia Ukipata hasara maana yake pesa yako itakuwa umepotea. Ni thio. Unacheza na real money on the market. Thio, thio. Na demo account ni akaunti ya mazoezi ya majaribio ambayo broker anakupa ili kujifunzia. Kabla ya kwenda kwenye real. Kabla ya kwenda katika real market. Ndiyo. Unaanza una, una na, na mazoezi na kwa hiyo mpaka ukijihakikishia kwamba mimi sasa nimeshiba nime, nime taaluma na nimeweza kulimudu soko vizuri, nikienda sitapoteza fedha zangu. Sasa utahama kutoka katika demo account utakwenda katika real account, ukafanya real business unapokwenda ku inategemea unakwenda sokoni ukiwa una mkakati upi, una mpango kazi upi, kwa sababu kutredi. Uh, ikiwa unakwenda na mihemko tu kwamba na mimi pesa nayo wacha nikafanye forex, niende na mimi nitapata tu pesa, no, hakuna pesa inapatikana hivyo. Naona hakuna pesa rahisi hivyo. Kwa hiyo inahitaji uwe na mpango madhubuti wa kwenda nao sokoni. Kwa hiyo na wapo traders wakubwa ambao wameinitiate baadhi ya strategy. Kwa mfano kuna ICT, kuna CRT, kuna SMC, umeona. Kwa mfano kama mimi, mimi na trade smart man concept, umeona. Kwa hiyo na mwingine tukwambia bwana, mimi ah, mimi na, na trade candle range theory One, mimi ICT. Mwingine, kila mmoja atakuwa na na namna yake ambayo anaona nikipita njia hii nitafika ambapo natakiwa nifike Fiki. Na katika soko, kabla huja hujaweka oda yako sokoni, unatakiwa kwanza ufanye uchambuzi yakinifu wa soko Tio. Na uchambuzi uko wa namna mbili kuna fundamental analysis ambao una base sana kwenye news, kwenye bank opinions ha, na kuna uchambuzi wa kiufundi zaidi ama technical analysis. Kwa hiyo unapokwenda katika platform ya kufanyia biashara, kwa mfano meta trader 5 ukiingia utakuta pana graph, kuna chart ndio ambao utakuta candlestick zinatembea pale. Kwa hiyo, pale kupitia ile chart tunafanya uchambuzi wa kiufundi kwa hiyo, unaona kabisa kwamba soko, biashara ilipofanyika kutoka hapa mpaka hapa, nyuma iliacha oda ambazo hazikufanyiwa kazi, lazima market itarudi kuja kufil ili gap lilokuwepo kwenye, kwenye oda kwa hiyo, hii sasa mimi nitakuja kusubiri hapa ili niingie sokoni nitembee na wale big money. Big sharks wale. kama Mm -hmm. bankers ambao wanaweka kiasi Mm -hmm. kikubwa cha fedha. Sisi wa, wa, wafanyabiashara wadogo wadogo, ukitaka kwenda against na wafanyabiashara wakubwa, maanake wewe utakwenda kupata hasara, kwa sababu fedha yako ni ndogo haiwezi ku move market Mm -hmm. haiwezi kuleta ushindani kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye soko sasa. Mm -hmm. ili ujue kwamba namna ninavyofanya uchambuzi wangu mimi wa soko Mm -hmm. Umekuwa ni sahihi kwa kiasi gani, tuna kitu tunaita back testing, kwahiyo lazima ufanye back testing. Kwa maana kwamba back testing unafanya uchambuzi alafu unaweka oda sokoni unaangalia, je, oda yangu ilikuwa ni sahihi nilipoingia na imeweza kuleta matunda, imekuwa na faida? Kwa hiyo utawezaje kufanya? Lazima uwe na demo account demo account. Mm -hmm. Ni account ya mazoezi. Ukipata faida hutoi hiyo pesa, ukipata hasara hupotezi pesa yako kwa. Pesa. Kwa ni kwa ajili ya mazoezi kwa mpaka ukishakuwa na samia uchambuzi wangu ninavyofanya naona napata faida na uwezo sawa kuzuia kupata hasara kubwa, na vipi hasa naweza kufanya hasa, hapo ndo utahama kutoka katika demo account, utakwenda katika real account. Na tukiendelea, nimewahi kusikia kuhusiana na Bitcoin. Hii Bitcoin inahusiana na masuala ya forex au imejitegemea peke yake? Very good question. Mm -hmm. Tunaposema Bitcoin sio mm -hmm. forex. Ndio. Bitcoin ni sarafu ya mtandaoni, huwezi kupewa physical kama unavyopewa note ya shilingi elfu kumi ukaambia hii ndio Bitcoin. No, ni sarafu ambayo ni sarafu mtandao, right? Dunia imepitia mapinduzi mengi sana ya kifedha mpaka hapa tulipo. Tuna, tunajua tunasomeshwa kwamba biashara ilianza katika mm, uh, era ya barter trade ya kubadilishana wewe una mtama wako, unakwenda kumpelekea mwenzako, yeye atakupa maharage. Kwa hiyo ilianza kule katika barter trade, ambayo ni commodities exchange. kwa ikaja tukaja tukaanza kupata sarafu kwa mara ya mwanzo, tukaja tukapata fiat, tukapata noti, tukaja tukapata digital money. Leo ukenda kununua umeme kwa mfano <coughs> nyumbani kwako, umeme umeisha kuna mhudumu anakufungia umeme kwenye gazeti, akakwambia hu uchukua katie kwenye mita huko, huwezi unaona, kukuta kitu cha namna hiyo, ila utakachopewa pale utapewa digit, utapewa namba, kaingize kwenye mita. Hasa dunia imeshahama kwenye matumizi makubwa ya noti, imehamia katika matumizi makubwa ya digital money. Kwa tunakwenda katika sarafu mtandao. Bitcoin ni moja ya sarafu za mtandaoni na ndio sarafu mama na ndio sarafu ya kwanza kupata umaarufu mkubwa. Wakati Bitcoin imeanza mpaka inakuja kutambulishwa Zanzibar, Bitcoin moja ilikuwa ni sawa na dola mia saba na hamsini, lakini leo hii ukizungumza Bitcoin, Bitcoin moja ni dola almost kama elfu tisini na saba. Bitcoin ni moja ya sarafu za za mtandaoni. Wakati Bitcoin imeanza mpaka inakuja kutambulishwa Zanzibar, Bitcoin moja ilikuwa ni sawa na dola dola mia saba na hamsini za Kimarekani, lakini leo wakati tunazungumzia Bitcoin, Bitcoin moja ni zaidi ya dola elfu tisini na saba o, ni milioni mia mbili na, na, na, na, na, na kitu kwenda juu tunavyozungumzia Bitcoin leo. Kwa hivyo hizi ni fedha za, za ni sarafu. Kwa hiyo hili ni kundi tunaloliita cryptocurrency. Sisi tunaodili na forex, sisi tunadili na pairs za, za currency kama ambavyo mwanzo wa interview nilitangulia kusema, kuna pairs labda kama euro vs dollar, pound vs canadian dollar Ona shillings, vice, uh, maybe real something like that, ko sisi forex sisi tuna dili na pairs. Na hii cryptocurrency huko ndo unakuta hizo coins, na sio bitcoins tu, kuna coins nyingi ukienda ukiangalia kwenye Binance wallet ya Binance utazikuta, ukenda ukiangalia Coinbase huko, utakwenda utakuta wanazo, kwa hiyo ziko nyingi, ndo kuna hiyo Bitcoin, kuna Solana, kuna zipo nyingi, unaona, Ethereum kwao ni, ma, ni fedha ambazo zipo nyingi na zinaingia kwa utaratibu wake sokoni inaoshindwa kufanya vizuri ikionekana ni hasara, wanaweza kuishusha na humo pia watu wanapata hasara. Umenunua coin umeihold kwa muda mrefu, coin imeshindwa kupanda imeshindwa kufanya vizuri, ikitangazwa kwamba inaondoshwa kwenye listing, maana yake itaanza kuporomoka bei. Kwa hiyo ukiuza, utauza kwa bei hasara, usipouza, itaondoka utakuwa umepoteza kabisa. Kwa hiyo kila kimoja kina challenge zake kina na, kina na, na na uzuri wake. Sawa, tukimalizia ushauri, unaotoa ushauri gani kwa vijana ambao ndo kwanza kabisa wanataka kuanza katika hii trade ya Forex? kwa kweli hapa kwenye ushauri, mm -hmm. Aha, tutashauri kwa makundi, mm -hmm. Kwa sababu kuna newbies ambao wanaanza, kuna ambao wameanza, lakini hawapati faida, lakini pia kuna walimu wanaowafundisha wenzao hii biashara ya Forex. Tukianza na newbies, kabla hujapoteza fedha wekeza fedha kwenye kusoma. Utakapokuwa una taaluma sahihi, utakwenda kufanya kitu sahihi. Huwezi ukenda ukaanza kufanya mtihani tu darasa la saba lakini hujawahi kwenda shule hata, hata nasari KG1 hujaenda unataka kwenda kufanya mtihani darasa la, la saba haiwezekani, hai. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba mtu atafute mwalimu aliyokuwa sahihi, asome apate maarifa yaliyokuwa sahihi, alafu ndipyo aende akawekeze fedha yake kwenye kufanya biashara ambayo anaijua. Na wale ambao tayari walishaanza kuna kitu kinakuwa kinatokea. Unajua watu wanafikiri forex ukifika tu kuna utajiri unakwenda kuchukua kwenye forex. Hakuna utajiri, lakini kwenye forex kuna pesa. Katafute pesa, accumulate pesa, ukatengeneze utajiri, okay. Inileweka hiyo concept, yeah? Ndiyo, hakuna utajiri lakini kuna pesa, kuna pesa. Kafanye biashara, kusanya fedha, tafuta fedha kwenye hiyo biashara ili kufanye kuwa tajiri. <laughs> Sasa mtu ameanza kujifunza forex baada ya wiki moja, na yeye unamkuta kwamba tayari ana trade. Ikiwa wewe unasoma shule, unaanza nasari miaka miwili unakwenda primary miaka saba, unakwenda secondary miaka minne, unakwenda upper secondary miaka miwili, unakwenda university miaka mitatu, umemaza first degree na bado ajira hujapata, ujapata More than 10 years. Lakini wewe unakwenda kujifunza forex mm -hmm. Ndani ya siku tano unataka ukumuletu utajiri ndani ya siku tano? Haiwezekani, utakwenda kuchoma fedha yako utakwenda kuchoma account. Right. Kwa hiyo angalau awe na experience kwa labda miezi mingapi? profitable yes. traders mm -hmm. profitable traders <laughs> baada ya kujifunza tunasema kuna eh, a year of experience ndio unahitaji, angalau basi upate angalau miezi sita basi hadi mwaka mm -hmm. ukiwa uko sokoni una experience soko, na utaweza kuona traps za soko hivi, mwanajeshi amemaliza tu mafunzo for the first time amechukuliwa jeshini na anamaliza mafunzo ya mara ya kwanza, lugha ya, ya mtani tunaita kuruta, amekuwa recruited kwanza. Anaweza akaambia mwana huyu sasa leo bwana, kwa vile leo umemaliza mafunzo, hata kazi hajaanza, anachaguliwa kuwa mkuu wa kambi. Umepata kuona hiyo kitu? Lazima unahitaji muda wa ku experience vitu na market inahitaji mtu ambaye ana experience. Kuna mitego, kuna traps nyingi kwenye market na siku tutakuja kuzungumzia milango ya kuingia, kuingilia kuweka order sokoni. Kuna breaker blocks, kuna order blocks, kuna fair value gaps, kuna liquidity voids, kuna vitu vingi ambavyo unakwenda kuvizingatia kabla hujaingia sokoni kuweka order, halafu ndo ukaona sasa hapa nimeona kuna kuna confluence moja mbili tatu, hizi ndio zitanifanya mimi niweke fedha yangu hapa, niweke oda. Otherwise maana yake kwamba wewe ulisha sacrifice hiyo pesa, kwamba hii mimi nakwenda kuichoma kui, alafu nikatafuta tena mtaji ni deposit, kitu ambacho hakiwezi kuwa ni kitu sahihi. Sahihi. Lakini ma mentors vijana, we waangalifu. Hakuna biashara ambayo haina tapeli. Wapo ma mentors matapeli. Inawezekana mentors mwingine akaona kwamba mbona kama jamaa nah sana natuharibia biashara, lakini ni ukweli, wapo wa ma mentors ambao sio wa kweli, wenyewe hawajaiva bado, hawajakuwa na experience ya kutosha, wanakuwa ni scammers, wanawapiga wana fedha watu Nitakwambia, okay. Lipa dola mia mbili na kufundisha huku una tredi, kwa hiyo baada ya wiki tu unaweza kurejesha mtaji wako. Watu wafanya biashara wakubwa wote wangeacha stress za maviwanda, wangeenda kuweka fedha tu kwenye forex, usiku mmoja usiku wa pili tayari wame wameflip mitaji yao. Kutredi, kuna hitaji taaluma sahihi na unahitaji experience sokoni kuweza kuona mitego iliyokuwemo kwenye soko. Kwa hiyo mentors walio wengi wanakuwa sio wa kweli, na hawa ndio ambao wanawafanya watu wengine wachukie fursa zinazokuwepo kwa kuona kwamba ukienda mtandaoni unakwenda kuibiwa tu. Nikushukuru sana kwa nami mwanzo hadi kufikia tamati ya kipindi hichi lakini pia ndugu mtazamaji, unaweza kukashare kulike na kucomment, shusha komenti yako hapo chini. Pia unaweza kutuambia mada gani tuizungumzie tena, ama wakati mwingine ujao katika vipindi vinavyoendelea. Ulikuwa nami Amina Lumwecha mwanzo hadi kufikia tamati ya kipindi hichi, nikutakie siku njema.